Ya masaa kadhaa tulifika, na swali letu kubwa likawa, tutapata wapi sehemu sahihi ya kupumzika? Unajua nini? Tuliipata MMCT Tanzania. Asubuhi yangu nimeanza katika maeneo haya ya MMCT yani Mbuki memorial Center trust hapa Malya Kwimba, Mwanza, Tanzania, ambapo uh, nimeweza kufika hapa kikazi na nimeweza kupata mapumziko yangu ndani ya jengo hili. Jengo hili lina apartment, lina floor tatu na apartment tatu, ambazo apartment hizi zina vyumba jumla tisa kuweza kuwaweka watu waweze kupumzika maeneo haya na bei zake. Sasa tuachane na bei kwanza. Aa, naomba nikuelekeze kitu cha kwanza ambacho nakutana nacho ambacho ni nyumba ya mlinzi hapa kushoto kwako ukiwa unaingia, lakini kulia kwako kuna mini supermarket ambayo tunaiona upande huo hapo, lakini tofauti na hapo aa, katika maeneo haya unaona kuna bendera upande huu. Kama nilivyokwambia kuna floor tatu katika jengo hili apartment tatu kila apartment ina sebule yake na vyumba vitatu vitatu. Lakini pia ngoja tuachane na hayo yote, kuna parking yako unaweza magari yako ya msafara yote, lakini pia ni eneo ambalo linaweza likatumika kwa ajili ya kuendesha shughuli ndogo ama hafla ndogo za sherehe. Baada ya ya hayo yote, naomba sasa ndani uweze kuona kitu ambacho nakutana nayo katika katika floor floor floor mwanzo ambapo ni ground floor. Hii ni ground ground hii ambayo unaipata katika mazingira haya, cha kwanza unachokutana nacho a Ground floor yako ni hili jengo la ukumbi mdogo ambao unaweza kutumika kwa ajili ya kufanya sherehe, na ninaweza nikawa mchungaji kwa muda nikuhubirie kidogo. Bwana Yesu asifiwe, asalamu alaikum. Unaweza ukasimama hapa na ukaweza kuhubiri, lakini kuna picha ya Musa Mbuki mwenyewe ambaye yuko hapa, lakini kuna picha ya Mheshimiwa Rais aa, Dr. Samia Suluh Hassan. Tofauti na hayo yote kuna aa, televisheni ambayo iko hapo. Kuna bango kuhusiana na taasisi hii, maana jengo hili la maradhi linamilikiwa lina na taasisi. Naam, nataka sasa nikupeleke katika maanake hapa imeandikwa kabisa meeting room ambayo unaweza kupita ndani ya vyumba hivi. Tofauti na hapo sasa, mpendwa mtazamaji, naomba nikupeleke moja kwa moja hadi floor ambayo ni ya pili. Floor hii ya pili inafanana na floor zingine zote ambazo ziko ndani ya maeneo haya. Tofauti labda inaweza kuwepo kwenye rangi ya vitu kama makochi, vitanda na vitu kama hivyo. Hapa ndipo floor ya pili. Kutoka ground floor, kuna floor ya kwanza, floor ya pili na hii ndiyo apartment ambayo tunakutana nayo hapa. Jambo la kwanza ambalo nimeweza kukutana nalo hapa ni hewa safi ndani ya sebule hii, na kama unavyoona kuna kochi kubwa lenye uwezo wa kuweza kupumzika ukiwa na wageni wako ndani ya apartment hii ya pili. Na tofauti na hiyo kuna TV ambapo pendwa si, sijawai kuona hoteli ya namna hii. Ni smart TV, unaweza ukaangalia youtube kama hapa unavyoangalia ndani ya TV hii. Nadhani unaona uh, muonekano wetu tofauti. Kabla sijaenda kwenye vyumba, nataka nikuonyeshe utapata balkoni nzuri katika eneo hili, ambapo sasa kutoka hapa unaweza ukaangalia chini na ukaangalia muonekano wa hapa katika upande huu wa Malya hapa Mwanza, Tanzania. A, moja kwa moja sasa katika maeneo ya section ya vyumba. Nam, ukifika maeneo haya ukifika maeneo haya, kitu cha kwanza unachokutana nacho ni ah, hili sinki la maji ambapo maji yanatoka kwa nguvu kama unavyoona namna hiyo. Kuna choo cha kutumika na watu wote watakaokuwa sebleni tofauti na nyumbani. Kuna choo ambacho unakipata cha namna hii. Naam, naomba nianze kukupeleka katika chumba hiki kilichoandikwa Buyegi kwa juu. Panapendeza, panavutia. Ah, nadhani <laughs> kitu ambacho ninagundua hapa sasa ni kwamba uh, TV unayokutana nayo hapa kwanza utakapoingia kushoto kwako kuna TV ni kama ile ambayo tumeweza kuona pale sebleni. Unapata chumbani pia kuna meza yako ya kufanya kazi safi, lakini kitu kingine ni TV ya smart TV tena, lakini kuna simu ya room service ambapo unaweza kupiga na kuambia naomba uniletee chakula hapa juu na wakaweza kukuletea ukaweka oda yako. Kuna dustbin ambayo unaweza ukaweka uchafu wako hapa uh, lakini kuna hizi draws ambazo unaweza ukaweka mizigo yako unapokuja katika maeneo haya. Kitanda chako hiki nadhani ni tano kwa sita hii ambayo unaweza kulala pamoja kwa ajili ya safari na wewe na mke wako, ama wewe na mume wako mnaweza kupumzika hapa. Kuna vikombe vyako viwili, kuna uh, chai na sukari namna hapo. Uh, lakini pia bila kuachana nayo, kuna AC pia katika chumba hiki ambacho unaweza kuiwasha iko maeneo ya hapa. Uh, tofauti na hapo pia Naomba nikupeleke moja kwa moja hadi katika chumba hiki ambacho ni uh, bafu lako utakaloingia kuweza kupata huduma hapa. Ni sehemu ambayo unaweza ukanawa, namna hiyo unakuwa safi na salama, na eneo hili <laughs> ni moja kati ya maeneo ambayo, ambayo ni mazuri, kwani hapa unaweza kupata maji ya moto na hapa maji ya baridi, na nadhani nadhani mpendwa mtazamaji, unaona jinsi gani ilivyo raha kukaa katika maeneo haya ukiwa umepumzika na unatazama uumbaji wa Mungu aliyofanya katika mazingira haya ya Malya. Na chumba kinachofuata, tofauti na chumba hiki cha Buyegi, ni chumba ambacho kimeandikwa Feleshi hapa juu. Naam, karibu. Ukiingia mara yako ya kwanza unachokutana nacho ni hizi draws ambazo zinaweza kukuingiza hadi ndani. Ah, na tofauti na hapo pia kuna kuna hii TV ambayo unaweza kuipata hapa na tofauti na hapo pia kuna hii kitanda ambacho unaweza kukipata hapa, ambacho ndicho kile kile ambacho kinafanana katika eneo na kile ambacho nimeamka na kuweza kufungua namna hii. Nimekuwa na, <laughs> a, nime na a, siku nzuri sana leo hapa na Uh, chumba hiki hapa ndipo mlango ambao unakupeleka moja kwa moja hadi balcony kama unavyoona mpendwa mtazamaji. Uh, namna hiyo hapo utaweza kupumzika, utaweza kupumzika na kuangalia mandhari yote ya katika eneo hili. Tofauti na hapo pia mpendwa mtazamaji uh, ninaomba nikupitishie pia hapa, kunaweza kupata chai namna hii na, hi, na jagi lako la kuchemshia maji ya moto. Kuna meza yako na TV yako safi, lakini tofauti na hapo pia, kuna uh, biblia yako ambayo iko hapa, na agano jipya na ya Kiswahili hii, na kuna draw yako, kuna AC ambayo inaonekana moja kwa moja hapo ikiwa ina waka na inapendeza. Tuingie so sasa kwenye bafu ambalo unalipata katika mazingira haya, na hili ni bafu ambayo unalipata hapa. Kuna choo cha kukaa kizuri kisafi, kuna shawa ambayo unaweza kupata kuoga maji ya moto na ya baridi kwa pamoja. Tofauti na hapo, pia kuna sehemu ambayo unaweza kupata taulo yako safi kwa ajili ya kujifuta na sehemu ya maji maji safi na salama. Kama unavyoona namna hiyo, nataka nikupeleke katika chumba kingine ambacho kimeandikwa na katika maeneo haya ndicho uh, ndipo chumba hiki kilipo, na unapoingia tu unapatwa kuvutiwa na mpangilio wa shuka hizi zilizotandikwa safi na salama zikiwa zimeandikwa MMCT Mbuki Memorial Center Trust, hapa mali ya Tanzania. Lakini kuna drawers ambazo unazipata hapa kwa ajili ya kuweka mabegi yako na mizigo yako. Tofauti na hapo, pia kuna uh, sehemu ya kutengenezea chai kama tulivyopita kwingineko, sehemu ya kutengenezea chai. Kuna dustbin kwa ajili ya kuweka uchafu pale na kifunga tu mlango, tunachokiona hapa katika muonekano huu ni TV yako ambayo pia lakini ni kukumbushe pia mpendwa mtazamaji kwamba utakapokuwa katika maeneo haya utaweza kupata wifi access, maana yake internet utaweza kuwa nayo vizuri ah, uh, tofauti na hapo pia uh, bafu letu uh, la namna na hii humu ndani ndivyo linavyoonekana. Kuna choo chako kizuri, kuna kio chako vizuri sehemu ya kuweka sabuni ama uh, chochote pia lakini hapa tena kuna maji tena ya moto namna na hii ambayo hapa. Na na unaweza unaweza kuona kuona hapa nadhani lakini tofauti na hapo pia, kuna balcony ambayo wanasema ni veranda, unaweza kuipata katika eneo hili pia. Maana yake unaweza kukaa hapa ukapumzika, ukatumia tofauti na kukaa ndani chumbani, ukaweza kuangalia na, ukaangalia kwa ambayo, wazuri, na na, na thani, kumaliza, na umbali ambao unaweza kuona mazingira yaliyo mazuri na yanavyoweza kuvutia naam. Nadhani nimekwisha kumaliza, naomba nikupitishe haraka haraka uweze kuona ni katika Taasisi ya Rev. Mbuki Memorial Center Trust hapa uh, Malya Kwimba Mwanza Tanzania. Unapopata muda wako jitahidi kutembelea mazingira haya. Jitahidi kutembelea mazingira haya na uweze kuona jinsi gani watu wa Malya walivyopendelewa. Naam, nipende kukuuliza mpendwa mtazamaji, unaweza kuamini kwamba hii ni mali ya ambayo tumekuwa tukijua inafanya iko kijijini sana na maendeleo yako duni, lakini unaweza kuamini ya kwamba haya ni maeneo ambayo unaweza kupumzika kwa usiku kwa gharama nafuu, chini ya elfu hamsini kwa usiku kwa chumba kama hiki, chumba ambacho kina wifi safi, chumba ambacho kina Uh, YouTube access ambayo ni smart TV, lakini pia chumba ambacho kinakupa amani na utulivu. Hausikii kelele za watu wote wakipita, magari magari, honi nini. Ni utulivu na usalama wako unahakikishiwa. Utakapokuwa hapa, kuna ulinzi asilimia uh, mia moja kwa masaa ishirini na nne kwa siku saba zote za siku ambazo unaweza kuzihesabu wewe mwenyewe na mimi ni mmoja kati ya wadau ambao nimependa huduma wanazozifanya, na nikaomba nikujuze wewe, mwana YouTube mwenzangu, ama mwana mtandao mwenzangu, ambaye unaangalia katika mazingira haya. Haiishii hapo tu kwa aliyeko Mwanza, kuna makao makuu ya taasisi pale Mwanza ambapo unaweza ukapata mapumziko safi, lakini pia taasisi haijakomea Malya, inaweka expansion kule Nguluda kwa ajili ya mission ambapo wageni watakaa pia.